Tunaomba tuwasikilize watu, lakini kuanzia sasa mpaka mwezi wa Oktoba kazi yetu kubwa ni kukamata dola, na tunaikamata sio kwa nguvu ya jeshi, tunakamata kwa nguvu ya nini? Wengine wako kanasema, unajua hawashindi bila jeshi. Wapi, Mbona wao waliwahi kushinda, hata Tundu Lissu alishinda pale nini, pale Singida kwao, kuna hizo watu ikungi kungi kwa nani alikuwa na Ikum. Ikum. Kwa kwa jeshi ameshinda mara mbili, jeshi liko limeenda wapi? Uongo <tutu> tu <tutu> na nimeshawaambia hata kule kwamba, <tutu> kulalamika ni kazi rahisi, ingelikuwa watu wote wanataka ajira ya kulalamika, kila mtu angeipata, maana hakuna kusomea unalalamika basi. Nah, naona wao wamespesha ataa kulalamika, hata kama hawana hawana maelezo. Umesikia mambo wanayosema huko, ila sitaki kuwasumbua.